Tukio hilo limetokea katika eneo la Mchicha karibu na Tazara jijini Dar es Salaam, wakati majambazi hao wakiwa katika gari ndogo aina ya Karina yenye namba za usajili T319 BSY kufika katika eneo hilo ambapo maaskari wanane kutoka kituo cha polisi cha Ng'ombe walikuwa katika lindo la kawaida bila kujua kama kuna majambazi katika gari hilo, lakini kutokana na kushtuka kwa majambazi hao kuwa pengine askari hao wamewagundua. Walianza kufyatua risasi na kuua askari mmoja aliyefahamika kwa jina la PC Mwinjuma Amer Mahimbo kwa kumpiga risasi kichwani na kufumua ubongo wake. Maaskari wawili PC Amelia William Mgeni amepigwa risasi katika sehemu ya paja katika mguu wa kulia na amelazwa katika hospitali ya Temeke huku askari mwingine PC Jafari Lamek Mwakabanga amepigwa risasi katika sehemu ya paja ya mguu wa kushoto na amekimbizwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa matibabu zaidi. Katika hospitali ya Temeke ambako majeruhi walikimbizwa pamoja na mwili wa marehemu kuhifadhiwa, baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi akiwemo mkuu wa jeshi la polisi Inspekta Jeneral Saidi Mwema pamoja na kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Suleiman Kova walilazimika kufika katika hospitali hiyo kuwajulia hali majeruhi hao ambapo baadaye waliondoka na kuendelea na kazi zingine, ambapo katika mahojiano baadhi ya ndugu wa marehemu wa askari aliyepoteza maisha wameeleza kusikitishwa na kifo cha ghafla cha ndugu yao. Mbona nimepigiwa simu, kama bwana, kuna matatizo ametokea kazini, kama marehemu amepigwa risasi na majambazi. Walikuwa wamepaki gari yao tu, wako in katika doria ya kawaida. Sasa majambazi katika kujiamini, wakajua labda wao pengine wanawafata wao, basi ndo kupigwa risasi ndugu yangu ndio hapo alikufa pale pale, ubongo. Ah, mimi labda wajipange tu kuhusiana na swala la usalama iliyotokea. Nisikia kwamba jamaa walikuwa katika doria yao ya kawaida, ndugu yangu ambaye amefariki kibahati mbaya, majambazi wakashambulia, wakapiga risasi jamaa. Kama kuna tatizo zote, at least jamaa labda angeweza nao kureact kidogo ingesaidia kwa sababu wanaonekana wameshambuliwa wao tu, wao hamna hata askari moja, alu, alu, alu, alu, alu, alorusha risasi. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Temeke SSP Martin Otieno alionyesha ushirikiano wa karibu kwa vyombo vya habari na kuthibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku akieleza kuwa jeshi la polisi bado linaendelea kuwasaka majambazi hao, kwani baada ya kuwa walitelekeza gari lao katika eneo la Mchicha kwa Mamanesi na kukimbia. Wasakia eneo lile kwa mbele, hapo kuna gari moja ilikuwa imejitokeza ghafla. Imejitokeza ghafla na kuliona lile gari la polisi limepaki pale, bas kwa uoga wa wale majambazi walikuwa wako kwenye lile gari, wakaanza kuwafuatilia risasi wale askari ambao walikuwa kwenye lile gari pale, na wengine ambao walikuwa wanauliza uliza magari mengine ambayo yalikuwa yanapita na kuwahoji, na katika ile tukio kuna askarioti mmoja amepoteza maisha ambaye ni namba G2641 PC mwenye Juma, ambaye alipigwa risasi ya kichwani, na askari wengine wawili wamejeruhiwa. Mmoja ni PC Amelia William Mgeni, ambaye yeye amejeruhiwa kwenye eneo la paja la kulia, na mwingine ni PC Jafari Lamek, ambaye yeye risasi limpata kwenye paja. Mbele yangu ni gari ya wagonjwa ambao imebeba aa, mgonjwa mmoja ambaye ni askari wa jeshi la polisi aliyejeruhiwa na alifikishwa katika hospitali hii ya Temeke, lakini inaonekana sasa anatolewa katika hospitali hii kupelekwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Kutoka katika hospitali ya Temeke jijini Dar es Salaam, Samaela, ITV.